Karibu mtazamaji wa Juve Media katika historia ya maisha ya watakatifu. Leo ni Mei tano. Mama Kanisa anamkumbuka mtakatifu Jutta. Jutta au Judi alizaliwa huko Ujerumani, akiwa na umri wa miaka kumi na mitano aliolewa na mtu mwenye cheo kikubwa, akatokea kuwa mke wa kushangaza. Mume wake alifariki alipokuwa akienda kuhiji katika nchi takatifu kwa uchungu mkubwa, alikuwa amemwacha nyuma mke wake awatunze watoto hao. Watoto walipofikia umri wa kutosha, waliingia kwenye shughuli za kidini, mtoto mmoja baada ya mwingine. Baadaye Jutta alitoa kila alichokuwa nacho, akawapa masikini, akavaa nguo duni, huku akiombaomba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya masikini. Siku moja alisema kuwa kuna vitu vitatu vinavyoweza kumkaribisha sana mtu na Mungu kwanza, mateso makali; pili, kutoka nyumbani na kwenda kukaa katika nchi ya kigeni; tatu, maskini wa hiari, ili kumtafuta Mwenyezi Mungu. Alitembea kwa miguu mitupu wakati wa baridi, na aliishi katika upweke kwenye magofu ya nyumba. Alikaa peke yake kwa miaka minne. Watu wa kijiji cha jirani walipopita kwenye nyumba hiyo, mara nyingine walimuona akiinuliwa alipokuwa akisali, kana kwamba alisaidiwa na malaika. Alipokufa huko Kulmsee Ujerumani mwaka 1260 miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Mtazamaji wa Juve Media, na hiyo ndiyo historia fupi ya maisha ya mtakatifu Jutta au Judi leo Mei tano, ambapo Mama Kanisa anamkumbuka siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo.